Huyo okay, anasema daktari, habari nikamwambia, nzuri. Akasema, daktari Samani, mimi, mimi naitwa, nipo Mwanza, nina changamoto ya kupoteza joto ukeni, pia maumbile yangu yamekuwa makubwa, hata nikiwa nafanya tendo la na mume wangu inakuwa inatoka, panapwaya. Nilipojifungua mtoto wa kwanza nilichanika, sikushonwa. Baadaye nikazaa mtoto mwingine nilishonwa ila siyo kwa ufasaha dokta. Okay. Uh, pole sana mdogo wangu ambaye umepitia hii changamoto uh, katika moja ya vitu ambavyo huwa vinaniumiza ni juu ya changamoto ambazo wanapitia wamama wanapitia wake zetu. Ni moja ya madhira makubwa sana ambayo Light kama wanaume tungekuwa tuna uwezo wa kufikiria vile changamoto ambazo wanapitia wake zetu, ingekuwa inatakiwa ifike mahali tuonyeshe heshima kubwa kwa hawa viumbe ama kuonyesha viumbe uh, kuonyesha heshima kubwa sana kwa hawa wanawake. Kwa nini nasema hivyo? Uh, unaweza kukuta mwanamke wa hivi anapitia changamoto ya usaliti, yaani mwanaume aliye naye anamsaliti kwa sababu tu maumbile yake tayari yameshakuwa mapana hawezi kufurahia tendo ipasavyo, na anaona suluhisho kubwa ni kuweza kumchiti ama kutoka nje pasipo kuangalia kwamba yeye mwanaume ndiyo aliyesababisha hali hiyo ikaweza kutokea, na hiyo ni baada ya kuwa ameweza kujifungua kama ambavyo dada huyu ameelezea, ameelezea kwa uchungu sana, na hakuna mwanamke ambaye anatamani kuexperience kitu kama hichi. Katika wanawake kumi takriban wanawake watatu mpaka wanne huwa wanapitia changamoto ya kuongezewa njia wakati wanajifungua. Kwa hiyo ni moja ya madhira ambayo yanawakuta wanawake wengi, na wengi nabakia kuwa siri, na wengine kama hivyo wakipitia changamoto asiposhona vizuri, au kama labda alikuwa ni msumbufu sana, alikuwa anapitia maumivu. Kuna wengine wanakuta hawashonwi ipasavyo kama inavyotakiwa, na baadhi ya madaktari au manesi huwa wanawaacha hivyo kwa asili, jambo ambalo mwisho wa siku linakuja kumletea madhara pia katika ndoa ama katika upande wa tendo la ndoa. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo, uh, usipokuwa makini kama mwanaume, kuweza kuangalia namna gani ambavyo ukashirikiana na kuweza kusaidiana na mwanamke, unaweza ukafanya maamuzi ambayo sio ya hekima, siyo ya busara. So nachotaka kusema ni kwamba mwanamke uh, mwanamke uh, kama mwanamke unayepitia changamoto hii au mwanamke anayepitia changamoto hii, ishu ya, ya, ya maumbile kuwa mapana ni ishu ambayo inahusisha inahusisha muscles , so asije akakudanganya mtu yoyote akakwambia si weka limao, si kuna dawa ambayo inarudisha uke okay, unabana na nini. Kumekuwa kuna story nyingi huko za wanawake wengi ambao wanadanganywa Anaambiwa chukua dawa hii, sijui fanya hivi, weka ukeni okay, huko uke okay, utabana, utarudisha, sisi tunarudisha bikira. Stories zimekuwa ni nyingi nyingi nyingi nyingi, ambazo wanawake wengi wanaingia katika majaribu na mwisho wa siku inakuwa ni changamoto katika ndoa zao. Lakini ishu ya ya, ya, kulegea kwa muumbile ni ishu ambayo inahusisha misuli. Kwa hiyo kuna mazoezi ya kitaalamu ambayo huwa anayatoa Dr. Kuboja. Mwanamke ambaye unayepitia changamoto hii, njoo niweze kukusaidia. Kama unapitia changamoto hii njoo niweze kukusaidia haraka sana. Kuna mazoezi ya kitaalamu lakini pia kuna programu maalum ambayo inayoambatana. Swali lake la kwanza pia ndio amesema kwamba ana shida ya kukosa joto ukeni asilimia kubwa. Moja ya kitu kikubwa ambacho wanaume wengi hawakifahamu ni kwamba mwanamke anapojifungua anapata shida ya hormone imbalance, homoni za mwanamke mpaka zikakae vizuri na aweze kurudi katika hali yake ya kawaida Kitaalamu inaweza ikachukua miezi sita mpaka mwaka mmoja. Naomba niweze kurudia hili homoni, za mwanamke aliyetoka kujifungua huwa zinaingia katika hali ya mvurugiko, na hivyo basi ataanza ku experience vitu tofauti tofauti, japokuwa sio wanawake wote, lakini asilimia kubwa ya wanawake wengi leo hii wanapitia hii situation, na hii ni kutokana na lifestyle, hasa hasa katika upande wa vyakula. Hivyo basi mwanamke anapokuwa anapitia changamoto hizo, unashangaa shangaa mwingine ametoka kujifungua amemaliza siku arobaini, lakini unashangaa maumbile yake ni makavu. Unashangaa mwingine anakosa kabisa hisia, hana hamu ya tendo la ndoa, kumbe ni ishu ambayo inahusiana na hormone imbalance. Sasa mwanaume asipokuwa weza kuligundua hili, asipokuwa ni mtu ambaye anapata elimu kama hivi ninavyotoa, Dr. Kuboja hapa anaweza akawaza kwenda kufanya vitu vingine ambavyo ni vya ajabu ikiwemo kuweza kutafuta mwanamke mwingine ama kutoka nje ya ndoa, lakini kumbe alitakiwa kuweza kupata elimu, nini ambacho kinachotokea pindi mwanamke anapokuwa amejifungua. Kwa hiyo inaweza kumchukua mwanamke miezi sita mpaka mwaka mmoja kuja kurudisha ile hali yake aliyokuwa nayo hapo awali, huenda kuwa ni hamu ya tendo la ndoa. Kuna wengine kupelekea kabisa, anakosa kabisa hamu ya tendo la ndoa, hata hisia zile zinakuwa zipo. Kwa hiyo kipindi cha malezi, kipindi cha mke wako anapokuwa analea mtoto, ndicho kipindi ambacho mwanaume unatakiwa kuwa karibu sana na mwanamke, ndicho kipindi ambacho anatakiwa kumtia moyo sana, ndicho kipindi ambacho anatakiwa kuweza kumvumilia kutokana na changamoto ambazo mwanamke anaweza akawa anazipitia. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho naomba nisisitize kwa wanaume ambao una mke wako amejifungua mtoto, na miezi miwili mitatu minne, endelea kumvumilia, it takes time lakini pia wakati huo zingatia mke wako awe anakula vyakula asilia kwa wingi, awe anakula vyakula vya asilia, aachane na vyakula vya kusindika, aachane na vyakula vya viwandani na vinywaji vya viwandani. Kwa kufanya hivyo, hata kuweza kurikava na kuweza kurudisha hormoni zake vizuri, inaweza kumsaidia kuweza kukaa vizuri. Wapo wanawake ambao huwa inabidi mpaka muda mwingine niweze kuwapatia dawa ya hormone balance kuweza kurudisha angalau ile hali yake, aweze kukaa vizuri. Kwa kama mke wako pia anapitia situation, unaweza ukamchukulia dawa ya hormone balance ambayo ni dawa ya asili kuweza kumsaidia kuweza kubalance hormone zake akiwa katika kipindi cha uzazi. Lakini katika ishu ya kuweza kukosa joto pia ni ishu ambayo inahusiana na hormone balance. Sasa hapa kuna program maalum ya lishe ambayo huwa tunawapatia wanawake ambao wanapitia hii changamoto ya kukosa joto ukeni okay, lengo ni kuweza kurudisha maumbile ya uke wake kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo basi Mwanamke ambaye unapitia hii changamoto, ninaomba tuwasiliane. Yapo mengi ambayo inaweza nikakusaidia kama Dr. Kuboja ili kuweza kurudisha mfumo wako wa uzazi kama ulivyokuwa hapo awali. Endapo unahitaji program, unahitaji dawa kwa ajili ya kuweka homoni zako sawa, unapitia kipindi cha uzazi, mtoto wako ana miezi mitatu, minne, miwili, nitafute katika namba ifuatayo 45 d kuboja suruhisho la mahusiano yako suruhisho la afya yako bye. bye.